Hii ni sehemu ya tatu ya simulizi ya Mke Mwenza, na katika sehemu hii ya tatu tunaanza na kumbukumbu za nyuma kabisa zinazohusu penzi la Amina na Abduli. Kumbe lilianza zamani. Tunaanza na Amina akiwa anasoma meseji aliyotumiwa na Abduli. Siku nilipokutongoza wakanikubalia, ndo ilikuwa siku yetu ya kwanza kupigana mabusu, na kiukweli kabisa, tangu siku hiyo akili yangu haijawahi kutulia wewe kama mtoto wa kike unapaswa kukumbuka kwamba Mwenyezi Mungu anataka uendelee kuwa mwadilifu siku zote, na hata vitabu vya dini vinakutaka wewe kama mwanamke uweze kujistiri. Amina, najua haya nitakayokwambia yatakuumiza, lakini please usinikasirikie. Ingawa mimi na wewe tunapendana sana, lakini bado sitaki kuingia kwenye dhambi ya zinaa pamoja na wewe na kutokana na hilo leo na uvunja rasmi uhusiano wetu wa kimapenzi wa miaka mitano. Kama Mungu amepanga, basi siku moja tutakutana tena na utakuwa mke wangu, lakini kwa sasa nakuomba sana Amina, tubu madhambi yote tuliyofanya pamoja mimi na wewe kipindi tulipokuwa wapenzi. Ni mimi ex wako Abdul. Amina aliangua kicheko mara baada ya kumaliza kusoma ujumbe aliotumiwa na mpenzi wake wa siri Abduli kwenye simu. Alidhani anamtania na na akampigia simu muda huo huo lakini Abduli hakupokea. Na muda mchache baadaye namba yake ikawa haipatikani kabisa. Ingawa Zulfa hakujua kuhusu mahusiano kati ya Abduli na Amina, alitambua tu ya kwamba Amina anaugulia maumivu ya mapenzi kwa miezi kadhaa sasa. Kitu ambacho kilipelekea kulazwa hospitali kabisa kutokana na mapenzi makubwa Amina aliyokuwa nayo kwa Abduli. Unaniogopesha Amina, yaani umekuwa mgonjwa kabisa kwa sababu ya mwanaume. Hebu kumbuka kuhusu urafiki wetu, nomba uwe imara tafadhali. Zulfa alizungumza maneno hayo, macho yake yakitokwa na machozi. Ameuvunja moyo wangu kwa kweli, nashindwa hata nifanye nini, sijui ni mlaani moyo, wangu unaniuma Zulfa nimemisi sana natamani kumuona hata mara moja tu. Amina naye alizungumza maneno hayo, machozi yakitiririka usoni mwake. Acha kulia tafadhali. Ile meseji hata mimi niliisoma, na mpaka yeye kufikia maamuzi ya kuvunja mahusiano yenu alikuwa na nia nzuri, mkaka wa watu. Ni kwa faida yako ujue, na naomba nikiri tu ya kwamba ingawa simjui huyo mwanaume lakini anakutakia mema kwa kila namna, ndio maana hakuwahi kukuchukulia poa na ameamua kuwa mkweli kwako. Hebu jiulize, vipi kama ingetokea amefanikiwa kukuvua nguo yako ya ndani akakutumia na kisha akakuacha bila taarifa, ungejisikiaje? Zulfa alizungumza maneno hayo akimfariji rafiki yake kipenzi Amina. Amina naye akasema sidhani kama nitawahi kuja kupenda tena. Kwa utani Zulfa naye akamwambia, usijali, nikiwa mkubwa nitaolewa na mwanaume handsome kweli kweli, alafu nitamwambia akuoe na wewe, yaani sisi wote wawili tutaolewa na mwanaume mmoja. Amina aliishia kucheka tu, akamwambia Zulfa, "Wewe nawe na huo utani wako, endelea tu na furahi. Nimefanya ucheke hivi. Unajua ukitabasamu uzuri wako unaongezeka." Zulfa alizungumza maneno hayo na wakakumbatiana hiyo ilikuwa ni kumbukumbu. kumbu ya Amina. Kumbe bwana tayari alishakuwa na mahusiano na Abduli kabla hata Abduli hajamua Zulfa, na wala Zulfa mwenyewe hakuwa anajua kama Abduli hapo mwanzo kabisa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Amina. Sasa tuendelee katika wakati uliopo. Zulfa alifuta machozi yake wakati Abduli anaingia chumbani. Samahani kwa kukuumiza mke wangu Nisamehe tafadhali, Abduli alizungumza kwa hisia, huku akimshika Zulfa mkono. Abduli tafadhali, naomba uachane na hili swala la kuoa mke wa pili. Hii iko nje ya uwezo wangu kabisa, naogopa naweza kufa. Mimi nakupenda sana, Abduli, Zulfa alizungumza, machozi akitiririka usoni mwake. Mpenzi, hakuna kitakachobadilisha upendo wangu kwako moyoni mwangu. Moyo wa mtu ni kama duka na kila mtu ana nafasi yake maalum. Wewe ni mke wangu na hata siku moja ujute kuolewa na mimi, kwa sababu nakupenda sana. Tafadhali nikubalie na mimi nipate furaha. Amina ni rafiki yako, rafiki yako wa karibu sana, na nyote wawili mnafahamiana vizuri. Sasa nikimuona yeye, sidhani kama italeta matatizo kati yenu. Abduli alizungumza maneno hayo na Zulfa akasema Umeshaamua na hakuna kitakachobadilika najua. Abduli akamwambia na kuhakikishia kuwa hakuna kitakachobadilisha upendo wako. Moyoni mwangu ni kwa sababu yeye ni mpenzi wako wa zamani, hebu fikiria, mimi na wewe hatujawahi kuzini kabla ya kuoana, lakini wewe na yeye mlishapigana mabusu, mlishakumbatiana. Uoni kwamba mimi ni msafi kuliko yeye? Hayo yalikuwa ni maneno ya Zulfa. Abduli naye akamwambia Zulfa, Achana na hayo mambo. Yote ni ya zamani na yalishapita. Ninafurahi ya kwamba mimi ndiye nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kumbusu. Na naomba nikiri. Yule ni mwanamke mzuri na mwenye roho safi. Maneno hayo ya Abduli yalikuwa makali mithili ya upanga uliokita kwenye moyo wa Zulfa. Na Abduli akaendelea, "Unaweza ukawa unajua kuhusu makosa yetu ya zamani, lakini wewe ni nani mpaka utuhukumu sisi? Baada ya yote haya, kumbuka, yule ni rafiki yako." Abduli alizungumza kwa sauti kavu kabisa, na baada ya kuona hivyo ilibidi Zulfa aombe msamaha. "Nisamehe bure kwa kusema hivyo, sijui hata nifanye nini, moyo wangu unaniuma sana." Abduli naye akajibu, "Hamna shida, mke wangu, naelewa." Baada ya hapo, Abduli alivua nguo zake huku Zulfa akimsaidia kuzivua walipeana mabusu moto motomoto, kama mke na mume, na wakazima taa. Kilichoendelea hapo nadhani unakijua. Siku iliyofuata kidole gumba cha Zulfa kilikuwa bizi akibonyeza ya simu yake, na hapo alikuwa akiandika ujumbe ili amtumie Amina, na ujumbe wenyewe ulisomeka hivi: mimi na Abduli tulikuwa na usiku mzuri na mtamu sana pamoja, na ningetamani mapenzi yetu yadumu milele lakini wewe unakuja kati yetu. Hii inanipa hasira sana, kila nikiwaza ya kwamba nakuja kushea mume pamoja na rafiki yangu Amina. Naye akajibu meseji hiyo kwa haraka: siku si nyingi na mimi nitapata nafasi ya kushea naye kitanda kwenye usiku wa kwanza wa ndoa yetu. Asante kwa kunitaarifu. Sasa ngoja nijiandae ili nije kumpa vitu adimu kitandani. Mambo yamezidi kunoga. Marafiki wawili wa tangu utotoni wanageuka kuwa mahasimu, kisa ndoa. Unadhani ni nini kinafuata? Usikose kuungana nami kwenye sehemu ijayo. Hakikisha ume subscribe na kuwasha alama ya kengele, lakini pia usiache kushare kwa watu wako.